Kwa nzima unakaa nayo kupita shelini na kuweka mafuta, unaniletea dharau kwa sababu wewe unanidai mimi, maisha yangu yasiende, yaani unanidai nisifanye mambo yangu mengine, eti kisa nadaiwa. Kwa hiyo mimi gari langu nisitie mafuta au nisifanye nisifanye mambo yangu eti kisa nadaiwa? Hivi najua una ujinga mwingi sana kichwani, huyo kuna kitu kidogo kimepungua. Yaani mimi nisifanye mambo yangu eti kisa, <laughs> labda sio mimi. Alafu na bahati leo sina mudi ngekuingia kuingia maongoni mbwa wewe. Unjue vitu ndio. Utakuja siku ungije kwenye 18 zangu wewe nitakuja nkubane. Bele ya serikali na serikali itashinda kugenja kufanya mbwa wewe. Kenge usioje leo. Eno kinitukana tuna kata elfu hamsini. Ukaje ile elfu hamsini mimi? Wewe ile elfu hamsini umepana mpaka ukate. Sio ntukana? Wewe mbwa nini no, usioje leo wewe? Eh unaendelea hamsini nyingine. Bosi ulikuja hapa unatoa machozi unataka elfu laki nane afu ipungwele elfu hamsini hapo kwenye hiyo laki nane mpwayo